Hebu fikiria hili: mtoto yuko tumboni mwa mama yake, lakini pia yeye ana mimba. Hii si stori ya ajabu, inaitwa fetus in fetu, au kwa lugha rahisi, pacha wa mimba moja, lakini mmoja anamlea mwenzake tumboni. Hapo tumboni, kijusi kimoja kinamezwa na kingine, alafu kinakuwa mgeni wa kulipia kodi. Yule mwenye nyumba kutoa damu na virutubishi, lakini yule mgeni hawezi kujitegemea kwa sababu hana viungo kamili. Wakati mwingine hii hutokea kupitia teratoma. Teratoma ni uvimbe wa ajabu unaoweza kukuza nywele, meno, hata mifupa <laughs> hebu tafakari kitaalamu. Hali hii adimu sana hutokea kwa mimba moja kati ya elfu mia tano. Njia pekee ya kusuluhisha tatizo hili ni kupitia upasuaji wa kumtoa yule mpangaji haramu, lakini anayebaki mzima hai ni yule mwenye mwili mzima mzima pekee. Hili nikikutokea wewe, utafanyaje? Hebu tujue kwenye comment sections. Mimi ni Alan Watungu.